Tangazo. Mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam anapenda kuutaarifu umma kuwa shughuli zote za ujenzi na uendeshaji wa ardhi ndani ya jiji zinapaswa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa na tangazo la serikali na namba la namba 242 la mwaka 2008 na muongozo wa ofisi ya Rais TAMISEMI kuhusu usimamizi wa ujenzi. Mtu yeyote anayekusudia kujenga au kuendeleza eneo lolote anatakiwa kuwasilisha maombi ya kibali cha ujenzi ofisi ya mkurugenzi kupitia ofisi za kanda, huku akiambatanisha hati miliki au leseni ya makazi, michoro ya ujenzi na ada ya maombi. Aidha, mtu yeyote anayekusudia kukarabati au kubomoa jengo aombe na kupata kibali cha kukarabati au kubomoa kutoka kwa mkurugenzi wa jiji kupitia ofisi za kanda. Mtu yeyote atakayejenga, kukarabati au kubomoa bila kufuata utaratibu atachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kwa maelezo zaidi, fika katika ofisi ya mkurugenzi wa jiji. Imetolewa na mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam.